mataan lakum wa lianamikum baada ya kuelezwa kiswa cha firauni na sayiduna musa alaihi ssalam, tukaeleza utendakazi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na nguvu ya kuumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kwamba yote ametuumbia sisi mataan lakum wa lianamikum. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akaendelea kusema fa idha jaat attammatul kubra ay fa idha jaat alqiamatu wahiya ldahia aladhima aludhma, nao ni balaa katika ile siku kubwa. Ni siku ambayo kwamba haisifiki, ni siku ambayo kwamba ni kubwa mno, ni siku ambayo kwamba ina significance mno kwa yale atakayoenea katika ahwali

Moto utadhihirishwa mbele ya watu na watu watauona moto ayanan kwa jicho lao. Kila siku tunatajiwa duniani kuna moto kuna moto kuna moto kuna moto kuna. Waburizat ljahimu liman yara fa amma man tagha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anawasifu wale watakaoingia katika moto fa amma man tagha ama wale ambao kwamba watavuka mipaka fil kufri wal usyani, katika kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man tagha, yule atakayepita mipaka. Wa athara al hayat ad dunya, na akaitanguliza uhai wake wa dunia, akawa yeye maisha yake yote anaikimbilia ya dunia

anakimbilia mambo atakaomkaribisha na kumkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mambo yake yote ni dunia man wahaba nafsahu lidunya lam yu'tihi ad-dunya illa qit'atu ardhin tudfanu fiha zawadi kubwa dunia itakayokupa baada wewe kuiendea mbio ni sehemu ndogo 3 by 6 tudfanu fiha ambapo kwamba utazikwa amba, ndani yake hiyo ndo zawadi kubwa ya dunia. Dunia ina zawadi nyingine, yani ushe, tuseme umemaliza university, utapewa nini? Degree, utapewa diploma, utapewa masters, utapewa PhD. Umemaliza secondary school, utapewa KCSE certificate. Umemaliza primary school, utapewa KCPE certificate. Sikuhizi kuna hiyo CBC, siju utapewa nini, lakini alhasil utapewa kitu Utamaliza kazi zako katika kampuni mwisho wa mwezi utapewa nini? Mshahara wako. Sasa dunia saa zote wewe, dunia dunia dunia dunia, zawadi kubwa dunia itakayokupa ni nini? Qitatu ardhin tudfanu fiha, hiyo ndo zawadi, sehemu ndogo katika ardhi utakaozikwa ndani yake. Utapewa tauan au karhan utake usitake, kwa sababu watu watachoka kuketi na wewe baada ya kufa, ala wajhi lardhi, watataka kukuzika, hivyo utapewa tauan au karhan. Hiyo ndo zawadi kubwa dunia itakayokupa. Waman wahaba nafsahu lillah, na yule ambaye kwamba ataitolea nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, sayutihi llahu ljanna ardhuha lsamawatu walardhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampatia pepo ukubwa wake ni mbingu na ardhi. Kwa hivyo sasa, tukimbilieni dunia ama tukimbilieni akhera? Kwa nini tunaikimbilia dunia saa zote? Kwa nini tunaitafuta dunia saa zote? Akhera tutaitafuta saa ngapi? Madarasani hatuendi, kwenye swala zetu hatupatikani, kwenye mambo ya khairati hatupatikani. Tunafanya mambo ambayo kwamba tunaona ni masula... twaona maslahi yake, maslahi yake hapa duniani, lakini hatujiwekei akiba yaumal qiyama. Kwa hivyo ikhwat alimani wal Islam, tuwe makini ya kujaza dunia katika vifua vyetu, kwa sababu ukijaza ki... Dunia katika kifua chako ama katika mwili wako ni kama jahazi, meli, boti. Ukitia maji ndani itazama. Lakini maji ukiaacha nje you will float, na utaendelea kusongea. Vile vile dunia. Dunia ukiitia katika moyo wako utazama. Lakini ukiiwacha ukawa unaikimbia dunia, dunia ndio itakufuata wewe. An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat.

Tarku ma fiha, kwamba kufaulu hapa duniani tarku ma fiha ni kuacha yote yaliyoko ndani ya dunia, ni kuyaepuka yote yaliyoko ndani ya dunia. La tarkananna ila dunya wa ma fiha, usitegemee yaliyomo ndani ya dunia, usitegemee dunia. Wa ma fiha, na yaliyomo ndani ya dunia falmautu la shaka yufnina wa yufniha, mauti yana shaka, hayana shaka yataimaliza duniana ya yatatumaliza sisi kama tulivyoeleza, pigwa parapanda, vitu vyote vinafariki, pigwa parapanda tena, vitu vyote vinatoka katika makaburi yake, hakuna kitu kitabakia. kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Falmautu la shaka yufnina wa yufniha. La muhimu ni lipi? Faghris usul tuqa madumta ma mujtahidan walam bianaka bad lmauti laqiha, shikamana na mashina ya ushikamana na uchaji Mungu madamu unabidii una wataka kushikamana na Mungu. Walam bianaka bad lmauti laqiha, jua ya kwamba wewe baada ya kufa utayakuta yote ambayo kwamba umeyafanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, fa amma man tagha, ama yule ambaye kwamba amevuka mipaka katika ukafiri, amevuka mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa athara alhayat ad-dunya, na akaifadhilisha uhai wa dunia wenye kumalizika juu ya akhira yenye kubakia, akawa amezama katika shahwa zake, amezama katika starehe zake juu mtu kama huyu fa inna ljahima hiya lmawa, hakika moto wa jahim ndiyo makazi yake, hakika jahim ndiyo atakakoenda. Kwa hivyo wale ambao kwamba watavuka mipaka katika ukafiri, wavuke mipaka katika kumaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa athara lhayata ddunya, wakatanguliza uhai wa dunia

Utukufu wa Mola wake Maqam ya Mola wake, ya kwamba huyu ndiye aliyeniumba. Huyu Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniruzuku. Huyu Mwenyezi Mungu ndiye atakayenifisha. Huyu Mwenyezi Mungu ndiye atakayenihuisha. Huyu Mwenyezi Mungu ndiye atakayeni hisabu, ndiye atakayeni hukumu, ndiye atakayenitia peponi ama atanitia motoni. Wa amma man khafa maqama rabbihi, yule atakayeogopa maqam

wa amma man khafa maqama rabbih wa rabbih wa naha an-nafsa anil hawa, akaikataza nafsi yake kutokana na hawa. Haifuati hawa ya nafsi yake. Nafsi yake ikimpeleka kubaya, yeye haifuati nafsi yake, yeye anaenda opposite nafsahu, wa amila lima ba'da al-mawt, wal-ajizu man dana al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mawt wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani Mwenye akili ni yule ambaye kwamba anafuata anajiandalia baada ya kufa, lakini yule ambaye kwamba ni ajiz, mwenye ajizi ni yule ambaye kwamba anafuata hawaya nafsi yake. Nafsi yake vile itakavyompeleka ndivyo anavyofanya, nafsi yake vile itakavyomwamrisha ndivyo atakavyofanya, sivyo inavyotakikanwa. wa amma man khafa maqama rabbihi wanahan nafsa anil hawa

Wanahalnafsa an ilhawa faina ljannata hiya lmawa. Na sisi Waislamu tuiige sifa kama hini, tuitafute sifa kama hini, tumwogope mwenyezimgu subhanahu wataala, tuwe na tadabur juu ya mwenyezimgu, kwa kuwa yeye ametuumba, kwa kuwa yeye ameturuzuku, kwa kuwa yeye ametuneemesha, kwa kuwa yeye ametutoa katika kiza, ametuleta katika nur. Leo sisi tuko katika dini ya Uislamu, dini ambayo kwamba ni ya ustaarabu, dini ambayo kwamba inamjua mola wake subhanahu wa taala, dini ambayo kwamba sheria zake ni maslahi kwa mwanadamu. Sheria zake zinamchunga mwanadamu, zinamchunga mwanamume, zinamchunga mwanamke, zinamchunga mkubwa, zinamchunga mdogo. Mpaka katika vita, Uislamu umeweka sheria zake mpaka leo United Nations katika sheria zao wanatumia sheria za Kiislamu katika sheria za vita, kwamba haufai kuharibu infrastructure, haufai kuharibu farmlands, haufai kuua watoto, haufai kupiga mahospitali, haufai kupiga majumba ya ibada, haufai kuua wanawake, haufai kuua wazee. Yote yanatokamana na Uislamu. Sasa ikiwa sisi ni Waislamu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametuchunga kiasi hichi, ametupenda kiasi hichi, akatuwekea sheria ambazo kwamba ni kwa maslahi yetu, kisha ametuumba anaturuzuku, yeye ndiye mwenye kupelekesha mambo yetu yote. Kwa nini tusimwogope? Kwa nini tusiogope maqam ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, azama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jalali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa, hakika pepo ndio mashukio yao. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika watu hao. Yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha wale mushrikuna wakawa wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lini kiama, lini kiama, wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia ya kumtezea shere, watuambia siku ya kiama, sijui ni tama sakha alqariatu malqaria al wama adraka malqaria Majina makali makali, wamfanyia istihza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambia lini basi. E, tuambia maneno makali, makali basi tuambie lini. yasalunaka ani saati ayana mursaha ya Muhammad, kiama ni lini e? okay, tuki, tutishia, tishia tu hapa. ngalia <laughs> watu watu namna namna walivyokuwa na jeuri wao, ngalia watu namna walivyokuwa na stihza

Ni Allah subhanahu wa ta'ala, peke yake. Hakuna mtu mwingine yoyote anajua siku ya Kiyama, hakuna mtu mwingine yoyote anajua siku ya Kiyama itasimama lini. Ila rabbika muntahaha. Inma anta mundhiru man yakhshaha, hakika yako wewe wajibu wako, illa indharu liman yakhafu alqiyama kwa yule ambaye kwamba anaogopa siku ya kiyama. la al-i'lama biwaqtiha, kazi yako sikutangaza lini. Kazi yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuwajulisha tu watu kunao siku ya kiyama, jitahadharisheni nayo. Iko siku mutakutana na Mola wenu, jitahadharisheni nayo. inna ma anta mundhiru man yakhshaha kaannahum yawma yarawnaha

ispokuwa saa ndogo katika mchana wake. bimiqdari aishatin au dhahaha zah nanionketi tu muda mdogo, saa mbili sijui mpaka saa nne, ama saa mbili tu paka saa sita. Wakiulizwa tu tunketi duniani masaa matatu tu ama manne, kwa ile shida na yale makero yatakaokweko katika siku ya qiama. Kwa hivyo ikhwati alimani wa lislam hii ndio ilikuwa mwisho wa suratu Naziat. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atuweke katika watu ambao kwamba wataingia peponi, watamwogopa Allah subhanahu wataala, na watazikataza nafsi zao kutokamana na hawa, ili tuingie katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.